Chini ya uongozi wa AFC M23 halmashauri ya jiji la Goma imekutana Jumatatu hii na wawakilishi wa wabadilishaji fedha ili kujadili mabadiliko ya mara kwa mara ya kiwango cha ubadilishaji fedha yanayoendelea kushuhudiwa mjini humo. Baada ya majadiliano, pande zote zimefikia makubaliano kwamba kuanzia sasa kila mbadilishaji fedha atatakiwa kuonyesha wazi ubao wa kiwango cha ubadilishaji cha siku husika katika eneo lake la kazi. Naibu Meya wa jiji la Goma Bwana Desire Ngabo amesisitiza kwamba agizo hilo ni lazima litekelezwe ili kuhakikisha uwazi katika biashara hiyo na kuwawezesha wananchi kujua kiwango ramsi cha siku. Pia ametoa onyo kali kwa yeyote atakayekiua uamuzi huo ndani ya vile ya Goma. Kwa wakambiste wote tumewaomba kuweza kuwa na afishe taux de change chaque jour, yaani wataweka matablo kila siku watakuwa wanaandika prix d'achat ya franc congolais ku dolari ni ivy na prix de vente ni ivy soteke, kila mukaaji wa Goma akuwe nafika na nayua taux de change iko gani, lakini ile kufika fasi

taux de change ambayo itakuwa na kuwa chaque jour na nju itakuwa na kuwa appliquer mafasi zote movile yaboga na yeyote ambaye ataendo mbalimbali yaile atashikuta amefungwa. Kwa upande wake, Mirindi Caleb, mmoja wa ubadilishaji fedha waliohudhuria mkutano huo, amepongeza hatua hiyo ya halmashauri akisema itasaidia kurejesha utulivu katika soko la fedha na kupunguza mkanganyiko unaosababishwa na utofauti wa viwango vinavyotumika. Amesema pia kuwa kuporomoka kwa thamani ya fedha umetokana na hali ya kiuchumi isiyotulivu na mabadiliko ya thamani ya faranga ya Kongo dhidi ya dola ya Marekani.